Ni kweli tunashikiliwa afisa habari wa timu ya Yanga Ali Kamwe na anaendelea kufanyiwa mahojiano katika kituo kikuu cha polisi cha mkoa wa Tabora kwa tuhuma za kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali, na anashtakiwa na jeshi lenyewe la polisi ama uh, mashtaka yametoka kwa. Tunaendelea kufanya naye mahojiano, taarifa kamili tutakuja kuitoa baadaye. Pengine ana muda gani? Eh, tangu ameshikiliwa, alikamatwa uh, jana usiku. Na kauli zake ni zile zile ambazo zimehusishwa michezoni ama nje ya mambo yake ya shughuli za kikazi. Naomba kwa sasa nitoe taarifa kuthibitisha kwamba tunamshikilia na taarifa nyingine hiyo ni sauti ya kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard Abwao wakifanya mahojiano na Jackson Msabaha the Heavyweight. Yeah, kwa sasa anashikiliwa na sio muda mrefu, muda mfupi uliopita amezungumza. Mm, wanaonekana. mm -hmm. Bado bado ameshikiliwa na, na jeshi la polisi mm. Sasa uh -huh. Usikute ndugu yangu kachukua asali ya watu <laughs> <laughs> wata, au ni haya haya tu tukiweka masiara, okay. Ma, masiara pembeni. Ukiingia kwenye mpira ukiingia kwenye mpira, kuwa tayari kwa lolote. Usiingie kwenye mpira alafu ukajificha kwenye kivuli chako cha wadhifa au kitu fulani. Ukiingia kwenye mpira, kuwa tayari na utani wa mpira, kuwa tayari nao eh, u yoyote anaingia kwenye mpira. Okay. Ehe. Kama una kofia yako nyingine na umeingia kwenye mpira, ivue nyingine, kuwa kwenye mpira. Ni kweli tunasikia hapa.